XXXTentacion ni msanii maarufu sana duniani aliyeuza ya nafsi yake kwa shetani na kutumbukia kwenye mateso makubwa sana na kushindwa kufuata masharti yaliyopelekea kupewa siku chache za kuishi duniani. Alipokuwa anamaliza siku zake za mwisho aliweza kuwaonya vijana wasiweze kutumbukia kwenye mtego aliyotumbukia yeye na kujitolea mfano kwamba siku zake za mwisho zimekaribia na shetani anaitaka roho yake. Kuna mengi sana yaliyotokea mpaka uhai wake ulipokatishwa, lakini yote haya yalianza siku tu alipoingia duniani. Jesse Dwayne Ricardo Onfroy alizaliwa tarehe ishirini na tatu mwezi wa kwanza katika hospitali ya Plantation General ambayo ilikuwa inapatikana huko Florida. Licha ya kuzaliwa akiwa na afya njema, madaktari waligundua kuwa alikuwa na tatizo la moyo lililojulikana kama shimo la kwenye moyo. Tatizo hili liliathiri sana ukuaji wake na kufikia hatua hata alipokuwa, urefu wake haukuweza kuzidi futi tano na nchi sita. Baba yake alimpa jina la Jase kutokana na nyimbo ya Bob hale ambayo ilikuwa inafahamika kama So Jase. Mwaka wake wa kwanza aliishi upande wa baba yake. Baba yake alikuwa anafahamika kama Dwayne Onfroy, pamoja na mama yake wakambo alikuwa anafahamika kama Tashina Freeman, pamoja na dada yake wakambo alikuwa anafahamika pia kama Ariana. Familia yao ilikuwa ni familia ya asili ya Kijamaika, waliishi misingi ya heshima, uadilifu pamoja na mila za Kirastafari, lakini baba yake alipata kipato chake kupitia mziki, biashara za mtaani pamoja na kuuza madawa ya kulevya 1998. Baba yake na Jase alipata mtoto mwingine wa nje ya ndoa na kuibuka vita kubwa sana. Tashina huyu ambaye ni mama yake wa kambo na Jase alichoka maisha ambayo alikuwa anaishi na kuamua kumpigia simu mama yake na Jase ambaye alikuwa anafahamika kama Cleopatra Bernard ili aje kumchukua mwanaye. Walikutana kwenye kituo cha mafuta na Jase aliweza kurudi kwa mama yake. Ingawa baba yake aliendelea kumpenda Jase na kumtembelea mara kwa mara, lakini upendo kati yao ulizidi kupungua. Jase alianza kuishi na mama yake huko Pompano Beach na mama yake alikuwa ni mama ambaye anafanya kazi ya stripper, ili ya kucheza kwenye maklasino pamoja na vitu vingine huku akiwa uchi. Hakuwa na muda wa kutosha kumlea Jase, kwa hiyo mara nyingi Jase aliishi kwa maisha ya kuhamahama mara kwa mara. Alianza kuishi kwa wasaidizi wa nyumbani, lakini baadaye aliishi kwa bibi yake na wakati mwingine alipelekwa kwa, kwa mjomba wake. Huyu mjomba wake licha ya kumlea lakini alikuwa na matatizo ya ki. Alikuwa na mlipuko wa hasira za mara kwa mara, lakini wakati mwingine alimpiga Jase huku akiwa na umri mdogo. Siku moja, Jase akiwa anaenda shule, huku nyuma mjomba wake, kutokana na matatizo yaliyokuwa yana msibu, aliamua kujinyonga. Na baada ya Jase kutoka shule, aliingia ndani na kumkuta mjomba wake akiwa amening'inia, huku kamba ikiwa shingoni. Jase alisema kwamba hilo ni moja ya tukio ambalo lilimharibu sana kisaikolojia. Miezi michache baadaye alienda kuishi na mama yake na Jase akiwa wake alisikia mama yake akipigana na mpenzi wake Jasei. Baada ya kusikia vyombo vikiwa vinavunjwa jikoni, alienda na kukuta mama yake akiwa anashambuliwa na Jasei. Kwa hasira na hofu, aliweza kuchukua kipande cha glasi kilichovunjika na kumshambulia mwanaume huyo kwa hasira, huku akimng'ata na kumchoma kwa ujasiri mkubwa, huku akipiga kelele akisema, na kuua na kuua, pamoja na vitu vingine. Tukio hilo lilionyesha hasira ya ndani aliyokuwa nayo ambayo ilikuwa siyo hasira ya kawaida. Jasei aliendelea na shule ya msingi hadi shule ya sekondari, lakini hali ya nyumbani ilizidi kuwa ngumu sana na kumfanya hawe mwenye asira mpweke na asiyeweza kuelewana na wenzake. Akiwa sekondari alishindwa kabisa kuendelea na shule. Hakuipenda shule kwa sababu aliona ilikuwa siyo njia ya mafanikio kwa upande wake. Mwaka elfu mbili na kumi na mbili akiwa na miaka kumi na nne Jase alikamatwa na polisi akiwa na gramu ishirini na moja za bangi. Alifungwa mwezi mmoja katika jela ya watoto na miezi sita katika kituo cha kurekebisha tabia. Lakini baada ya kutoka ndani ya mwezi mmoja alikamatwa tena kwa kuvunja nyumba na kuiba laptop. Ndani ya kifungo hiki ndipo alipokutana na rafiki yake mkubwa aliyekuwa anafahamika kama Ski Mask. Kwa hiyo, walipoachiwa walienda shule moja ambayo inafahamika kama Piper High School, na huko tabia zao zilizidi kuwa mbaya zaidi. Fujo pamoja na ugomvi ulizidi kuwa mkubwa sana, lakini kwa kipindi hiki walikuwa na ndoto mpya, ndoto ya mziki. Walianzisha kundi la very rare, ambayo baadaye waliliita members only na walitumia vifaa vya gharama ndogo kuweza kurekodi nyimbo. Jase alichagua jina la kisanii na kujiita XXX Tentation, ikimaanisha kwamba x ni kitu kisichojulikana na tentation alichukua neno la Kihispania, ikiwa namaanisha kwamba temptation. Kwa hivyo jina lake linafahamika kama majaribio au majaribu yasiyojulikana. Wimbo wao wa kwanza ulifahamika kama Palm Trees, waliweza kuweka kwenye SoundCloud na kupata watu wachache, lakini wimbo ambao aliimba peke yake alifahamika kama Flox na huo ndio wimbo wa kwanza ambao aliweza kuposti na kutambulisha kwa mashabiki zake. Baadaye waliweza kutoa EP ya Ice Hotel, na baadaye aliweza kuachia mixtape ya Members Only Volume 1 na mashabiki zao walianza kuwapokea vizuri na kuwafanya waweze kutambulika kwenye SoundCloud pamoja na kwenye mitandao ya kijamii hasa mtandao wa Twitter. Mwishoni mwa mwaka 2015 XXXTentacion alikutana alikutana na producer ambaye anafahamika kama Rogers, ambaye alimpa biti ambayo alitakiwa kupewa msanii mwingine ambaye alikuwa jela katika kipindi hicho, na baada ya kupewa biti hiyo aliweza kuingia kwenye chumba cha kuingiza sauti na baada ya dakika kumi na tano ilikuwa tayari ameshamaliza kutengeneza nyimbo ambayo inafahamika kama Look at me. Nyimbo hii iliweza kuachiwa Januari 2016 na nyimbo hii ilitoka na kupendwa sana kutokana na kuagusa watu wengi sana ambao hawapewi umuhimu kwenye jamii na watu ambao wanatafuta upendo pamoja na watu ambao wana matatizo ya afya ya akili. Wimbo huu uliibua utata kwenye tasnia ya na kupelekea kufanya vizuri sana kwenye chati za Billboard na kushika namba 34 kwenye Billboard Hot 100 pamoja na kwenye Canadian Hot 100. Yani, umaarufu wa nyimbo hii ulikuja baada ya kuibuka shutuma kwamba msanii Drake alikopi miondoko ya nyimbo hii na kuweka kwenye nyimbo yake ambayo ilikuwa inafahamika kama KMT na kuibua mijadala mikubwa iliyopelekea watu kutaka kusikiliza nyimbo hiyo ili kuweza kulinganisha na nyimbo ya Drake na kufanya nyimbo hii kumpa XX Tentation umaarufu mkubwa sana. Wakati wote huu XX Tentation alikuwa gerezani, na baada ya kutoka gerezani watu waliona mwonekano wake hasa mwonekano ule wa nywele wenye rangi mbili pamoja na kipaji chake, waliweza kumkubali kwa haraka sana na XXXTentacion aliweza kushikilia bango swala lake na Dre na kutumia nafasi hiyo kuweza kumdisi pamoja na kumdhalilisha sana na kuibua bifu kubwa sana ambayo ilikuja kuibua sintofahamu kwenye kifo chake. Hapo baadaye tutakuja kuzungumzia kile ambacho kilitokea ambacho kilipelekea Drake kuhisiwa kwamba ni moja ya watu ambao walishiriki kwenye kifo cha XXXTentacion. wakati bado yuko gerezani, XXXTentacion alisaini mkataba wa usimamizi na Solomon Sabonde ambaye aliendelea kuwa meneja wake hadi kifo chake kilipomkuta. Lakini akiwa jela, makampuni makubwa ya mziki yalimfuata kwa mikataba mikubwa sana, mikataba ambayo ilikuwa ya mamia na maelfu ya dola. Lakini XXXTentacion alichagua kusaini mkataba na kampuni ya Empire Distribution, akikubali malipo madogo ya awali, lakini alitaka uhuru wa kufanya kazi bila kuwa na mipaka kwenye ubunifu wake. Kwa hiyo aliingia mikataba akiwa gerezani, na tarehe 18 mwezi wa pili mwaka 2017 aliachiwa gerezani, na akaweza kuachia nyimbo tatu mfululizo na kutangaza rasmi kwamba yuko anaandaa albamu yake ya Bad Vibe pamoja na albamu yake nyingine ya 17 pamoja na mixtape yake ambayo ali itambulisha kama I need Jesus. Lakini baadaye XXXTentacion alizungumzia kilichotokea akiwa gerezani na kusema kwamba alipokuwa huko ndipo alipouza nafsi yake kwa shetani kwa ajili ya umaarufu pamoja na marafiki zake ambao walikuwa wako Uswahilini, lakini baadaye alipotoka gerezani, walianza kumkimbia na kumwona mtu wa tofauti kitu ambacho kilimtesa sana. Kwa hiyo tutazungumzia kiundani zaidi ni nini ambacho kilitokea kuhusiana na conspiracy hii, lakini Aprili 28 mwaka e agaza Revenge Tour e, hii ni ziara ya kimataifa ambayo ilikuwa ina maonyesho ishirini na sita ambayo alipanga kuyafanya ndani ya nchi ya Marekani, ziara ambayo katikati ya shoo yake kuliibuka na fujo kubwa sana na kupelekea msanii wake mmoja kuweza kupigwa na yeye kuingilia kati na kusababisha walinzi kuingilia kati na mlinzi mmoja kuishia kumpiga ngumi ya XXXTentacion na kuzimia pale pale na kusababisha shoo hiyo kuweza kuhairishwa pamoja na tarehe za show nyingine. Mei 16 mwaka elfu mbili saba, XXXTentacion aliweza kuingiza sokoni mixtape yake ya kwanza akiwa chini ya lebo na kuiita Revenge akijumuisha nyimbo nane zilizokuwa tayari zimeshatoka, na Juni 26 aliweza kuachia mixtape nyingine ambayo aliita Members Only Volume 3, akiwa pamoja na kundi lake, lakini Agosti 25 mwaka 2017, XXXTentacion aliweza kutoa albamu yake rasmi ya kwanza ambayo aliita 17. Albamu hii ilienda moja kwa moja na kushika nafasi ya pili kwenye Billboard 200 na kuuza nakala 1086 kwa wiki ya kwanza. Na kupitia albamu hiyo nyimbo ya Jocelyn Flores Revenge pamoja na Fuck Love zikifika kwenye Billboard ya Hot 100. Septemba 12, 2017 aliweza kutoa video yake rasmi ya wimbo wake wa Look at Me pamoja na video ya wimbo wa Riot ambao e, ulifanya vizuri sana. Na Oktoba 19, lebo yake ya Bad Vibes Forever ilisaini mkataba wa usambazaji wa dola bilioni 6 kampuni ya Capitol Music Group, lakini ndani ya wiki moja eh, XXXTentacion alitangaza kuwa anasitisha mkataba huo, ingawa baadaye ilithibitishwa kwamba bado alikuwa ndani ya mkataba huo. Kwa hiyo kitendo cha XXXTentacion kutaka kuvunja mkataba huo, inasemekana kwamba huenda ilipelekea kuweza kupoteza maisha. Baada ya kufariki, mkataba uliweza kuendelea kama kawaida. Tutazungumzia vizuri pia hii conspiracy hii ambayo ilikuwepo kuhusiana na mkataba huu pamoja na hizi makampuni makubwa, kuna kitu ambacho tutazungumzia a kuhusiana na kifo chake. Kwa haya yote tutazungumzia mwisho wa video hii ok. Oktoba 27, aliweza kutangaza kustafu mziki kutokana na sababu ambazo hazikuweza kuwekwa wazi, lakini aliweza kusema kwamba angerudi kama rafiki zake wa zamani Ski Mask angeamua kurudi kuwa rafiki yake. Na Novemba 2, 2017, aliweza kudokeza kuhusu mziki wake mpya, na mnamo Desemba 11, alitoa EP mpya ambayo aliita Ghetto Christmas Carol EP ambayo ilifanya vizuri sana. Kuna mambo ambayo alipelekea kutaka kuacha mziki ambao tutazungumzia pia mwisho wa simulizi hii, lakini kwa hivi sasa tuendelee na stori ya mafanikio yake am, jinsi alivyoyapata mpaka hapo mwisho. Lakini mwisho wa simulizi hii kuna konspirasi nyingi sana, kwa hiyo nakupa dondoo ya kile ambacho tutazungumzia kipindi hiki ambacho alitaka kustafu mziki. Kuna kitu ambacho kilisababisha. Machi 16 mwaka 2018, XXXTentacion aliachia albamu yake ya pili yenye nyimbo 18, na akishirikiana na wasanii kama Joy Travis Becker PNB Rock, pamoja na wasanii wengine. Albamu hii iliingia moja kwa moja na kushika nafasi ya kwanza kwenye Billboard 200 ikiwa ni albamu yake ya kwanza kufanikiwa kushika namba moja. Kwa hiyo ilikuwa ni mafanikio makubwa sana ambayo XXXTentacion aliyapata katika kipindi hiki kwayo. kwa hiyo watu walitegemea kwamba kipindi hiki ndicho kipindi ambacho msanii huyu angeanza kula mafanikio ya mziki wake, lakini wakati albamu yake inafanya vizuri akaweza kufariki dunia na wimbo wake wa sadi ukavuma sana mpaka kuweza kushika nafasi ya kwanza. Baada ya kifo chake, albamu yake iliweza kuibua utata baada ya kukuta baadhi ya nyimbo zake alikuwa ametabiri kifo chake kwa ufasaha kabisa. Tutakuja kugusia hizi nyimbo pamoja na meseji ambazo zipo ndani ya hizi nyimbo mwisho wa simulizi hii ambayo tunaizungumzia. Tukiachana na mafanikio ambayo aliyapata, kuna mambo mengi ambayo aliyafanya ambayo yaliweza kumwingiza kwenye matatizo makubwa sana ambayo yalimpelekea ajutie sana sana sana mpaka kipindi cha mwisho mwisho wa mwaka 2012 XXXTentacion alikamatwa akiwa na gramu 22 za bangi kama tulivyosema, lakini alihukumiwa kifungo cha mwezi mmoja kwenye kituo cha vijana na miezi sita kwenye kituo cha marekebisho ya tabia. Na baada ya kuachiliwa, alikamatwa tena kwa kuingia kwenye nyumba ya mtu kinyume na sheria na kuiba kompyuta ili kuweza kutengeneza mziki wake. Na mwaka 2014 alipelekwa gereza la watoto na kufungwa kwa muda wa mwaka mzima kwa tuhuma za kumiliki silaha Agosti tano, Tentation alijaribu kujiua kwa kukimbia katikati ya magari na kupelekwa hospitali kutokana na majeraha aliyoyapata, na baadaye alilazimishwa kulipa faini ya dola 86 kwa tukio hilo. Na mnamo mwaka 2016 meneja wake Dylan Tuna aka Tablets, na kupitia wimbo wao wa Look At Me, walikubaliana kuwa Tablets atalipwa asilimia kadhaa kupitia mapato ambayo yatapatikana kutokana na nyimbo hiyo. Na usiku mmoja Skimaski, rafiki yake, na Tentation waliweza kugombana na Tablets na kupelekea kusema kwamba analipwa hela ndogo, kwamba wanamdhulumu. Kitendo hicho kilipelekea XXXTentacion kukasirika na kwenda kumvamia usiku akiwa na kundi lake na kuweza kumtishia kumchoma kisu tumboni. Wakati anamtishia katikati ya purukushani, aliweza kumchoma na damu zikaanza kutoka, lakini hakuwa ameumia sana, kutokana na kwamba hakuwa anataka kumchoma, alikuwa ni katika kumtishia. Kwa kitendo cha kutaka kukurupuka na kujiokoa, ilisababisha kisu kiweze kumkata kwa namna fulani. Kitendo hicho kilipelekea hofu sana na kuweza kumwachia na kukimbia, lakini marafiki zake waliweza kuiba laptop pamoja na vitu vingine vya thamani na kuweza kukimbia eneo hilo. Kesi iliweza kufika mahakamani na tablets akaamua kufuta kesi hiyo, na XXXTentacion akaenda kumwomba msamaha tablets na kulipa vitu ambavyo walikuwa wamechukua pamoja na laptop yake na kuendelea na urafiki wao kama kawaida, kitu ambacho XXXTentacion alikuwa anajutia sana kila alipokuwa anafanya interview. Na Julai 14, mwaka 2016, siku kadhaa baada ya kuachiwa kwa dhamana kupitia mashtaka ya kumshambulia tablets XXXTentacion alikamatwa tena kwa wizi wa kutumia silaha na kushtakiwa kwa kosa la kuingia nyumbani kwa Che Thomas akiwa na silaha na kumpiga na kukimbia na iPad, iPhone, Sony, PSP pamoja na dola 20 na Septemba 2016 aliachiwa kwa dhamana ya dola elfu kumi lakini mwezi wa Oktoba 2016 wakati akisubiri ya kesi yake alishtakiwa tena kwa kumnyanyasa mwanamke mjamzito na Machi 26 2017 aliachiwa kwa dhamana ya dola 50,000 wakati akikabiliwa na mashtaka ya wizi na shambulio la kutumia silaha. Kesi yake kuhusu unyanyasaji wa mwanamke mjamzito ilipangwa kuanza Mei 2017 na baadaye ikaairishwa hadi Oktoba 5, 2017. Huku mziki wake ukiwa unaingiza hela sana, upande wa pili kesi zilikuwa zinamwandama sana, hela zilikuwa zinamtoka kila siku. Kuna mambo mengi ambayo yalikuwa yanaendelea ya kipindi hiki, wanadada walijitokeza na kufungua kesi na kuonekana kama anaelekea kushindwa, maana kulikuwa na nguvu kubwa sana ambayo alikuwa anapambana nayo nyuma yake. Kumbuka kipindi hiki ndicho kipindi ambacho alikataa kusaini mkataba na kampuni kubwa sana ya usambazaji, lakini pia alikuwa anatangaza e, kwenye media na mitandao mikubwa kwamba aliuza nafsi yake kwa shetani na sasa hivi wanataka kutoa roho yake, na alianza pia kutoa darasa kwa vijana ambao wanachipukia huku akisema wa kwamba anatoa ushauri wa mwisho kwa sababu siku zake zilikuwa zinahesabika kitu ambacho nataka uweze kuelewa hapa ni kwamba XXXTentacion alikuwa lebo moja na msanii King Von ambaye tulizungumzia katika kipindi kilichopita, lakini wote walisainiwa wakiwa gerezani na baada ya kupata umaarufu kesi zao za zamani zilianza kuibuka. Lakini wakati wanapambana na kesi zao, kampuni ziliendelea kupiga hela, na wiki moja baada ya kuachia albamu zao wote wawili walifariki dunia na kuacha albamu zao zikiingiza hela nyingi sana ambazo wao kama wao hawakufaidi e mapato ya albamu zao hizo. Lakini kitu kingine ni kwamba wote vifo vyao vilifanya wafahamike zaidi na kusababisha mauzo yawe makubwa zaidi, lakini wote walifariki kwa kupigwa risasi, na sababu za kupigwa risasi ilionekana kama ni ugomvi wa kawaida, lakini ugomvi huo, nyuma yake kuna mambo mengi sana ambayo yamejificha nyuma ya pazia. Kuna simulizi ya kutisha sana, kuna mambo ambayo yatakuacha mdomo wazi, ambayo nimeona tuwe na sehemu ya pili ambayo itaweza kuingia ndani zaidi kwenye mambo ambayo watu hawataki tujue. Nadhani mpaka sasa hivi ulishafahamu XXXTentacion ni nani na maisha yake kwa ujumla umeshafahamu. Kwa hiyo sehemu ya pili ni sehemu ambayo tunakuja kuzungumzia sasa, sababu iliyopelekea akaweza kupoteza maisha, kifo chake kilikuwaje, mazingira ya kifo chake yalikuwaje, ni nini ambacho kilitokea siku chache baada ya kifo chake, mambo ambayo aliyazungumzia kwenye mziki wake, vitu ambavyo alikuwa na tabiri ambavyo viliendana na kifo chake, pamoja na watu ambao wanahisiwa walihusika kwenye kifo chake. Lakini pia kuna nguvu za giza, kuna mambo ya kishetani mengi sana ambayo tutazungumzia katika sehemu ya pili ambayo nimeona nisiyachanganye na hii stori ya sehemu ya kwanza. Usisahau kusubscribe ili uweze kupata mambo mazuri zaidi. Mi ni Joseph Skills na hii ni Tricod Media.